Na hmm, tukiachana na siasa, wadau katika sekta ya elimu wamepewa changamoto ya kutwaa jukumu muhimu katika kuhakikisha kuwa wanawasaidia wanafunzi katika maswala ya kuteua taaluma zao. Wito huu ulitolewa wakati wa siku ya kila mwaka ya taaluma katika Shule ya Greenville ambapo wanafunzi waliongozwa katika kufanya maamuzi sahihi kuhusu matarajio yao ya kitaaluma. Kutokana na hali inayoendelea kubadilika katika nyanja ya elimu, kuna haja ya kuwa na mbinu dhabiti zaidi katika kuwakuza wanafunzi ili kuwawezesha kuchagua taaluma nzuri inayowafaa exactly in, uh, ujumbe huu ulijitokeza wazi wakati wa siku maalum ya kila mwaka ya kutoa mafunzo kuhusu maswala ya taaluma. We took them to uh, various places just to let them uh, get exposed to what exactly it entails in their career. Knowing that we are joining junior school next year, we also want them to be actual in choice of senior school depending on the pathway that they are interested in. Katika shule za Greenville Group of Schools huko Kamulu County ya Machakos hapo wanafunzi walipata fursa ya kipekee ya kutangamana na wataalamu mbalimbali wakiwemo madaktari, wahandisi, wanahabari, maafisa wa usalama, mawakili, marubani, miongoni mwa wengine. Wanafunzi walioshiriki katika hafla hiyo ya kipekee walipongeza fursa hiyo muhimu ya kutangamana na wataalamu hao wakisema itawasaidia pakubwa katika kuwatayarisha kwa siku za usoni who came by to to to help us us to demystify and and And elucidate um, careers, what it it takes to be in that career, the merits and the merits conditions. And it was such a great opportunity for us learners. Siku hiyo pia ilikuwa muhimu kwa wazazi hasa kutokana na hali ya sintofahamu iliyoshuhudiwa katika mfumo wa elimu wa CBE. The The the school has organized something so so important for us as parents. The ability to to be able to nurture the kids, walk the journey with them.